Je, umewahi kujiuliza kwa nini wengine wanafanikiwa haraka bila juhudi kubwa, lakini wengine wenye bidii na akili timamu wanahangaika kwa miaka bila mafanikio makubwa? Je, ni kwa sababu ya uwezo au ni kwa sababu ya bahati? Ukweli ni kwamba, every outcome in life is guided by forces you can't control, luck and risk. Yani, kila matokeo katika maisha yanaongozwa pia na nguvu ambazo huwezi kuzidhibiti, bahati na hatari. Leo tutachambua somo la luck and risk, bahati na hatari. Ni somo linalofunua ukweli kwamba maishani, si kila mafanikio ni kwa sababu ya juhudi na si kila kushindwa ni kwa sababu ya makosa. Wakati mwingine bahati ndio inayoinua mtu juu na hatari ndiyo inayomwaga yote uliyoyajenga kwa miaka. Kama wewe ni mgeni wa channel hii, usisahau kubonyeza subscribe, kulike na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa ya video mpya pindi tutakapoiweka kwenye channel hii. Na pia usiache kuangalia video mpaka mwisho, maana kila kipande cha video hii kina ujumbe na ni muhimu kwako. Mada ya leo ni luck and risk, yaani bahati na hatari. Tuanze na bahati luck, kisha hatari risk. Bahati ni nguvu isiyoonekana lakini yenye uwezo mkubwa. Ni kama upepo, huwezi kuushika lakini unaweza kuona miti ikitisikika. Kuna watu waliotajirika kwa sababu ya mahali walipozaliwa, muda waliotokea au nafasi waliopewa. Kwa mfano, Bill Gates alipata fursa ya kipekee Shule yake ilikuwa miongoni mwa chache zilizo na kompyuta mwaka 1968. Warren Buffett alikulia katika mazingira yaliyomfundisha uwekezaji mapema. Hii ndio maana Housel anasema, Success is not always a sign of intelligence. Sometimes it's a sign of its of opportunity, yaani mafanikio si kila mara ya dalili ya akili, wakati mwingine ni dalili ya nafasi. Kwa hiyo usijilinganisha na mtu mwingine Usione mtu ameenda mbali ukaanza kujihukumu. Kila mtu ana kipimo chake cha bahati na wakati wake wa kung'aa. Ukweli ni huu rafiki yangu, bahati haiji kwa waliokaa wakingoja, inaonekana kwa wale wanaoendelea kufanya juhudi, hata kama dunia haioni matokeo yao. Bado fanya kazi kana kwamba bahati haipo, lakini amini kana kwamba inaweza kufika wakati wote. Sasa turudi upande wa pili wa sarafu: hatari kama vile bahati inaweza kukuinua bila mpango, hatari inaweza kukuangusha bila onyo. Luck and risk are both the reality that every outcome in life is guided by forces you can't control. Yaani, bahati na hatari zote ni uhalisia kwamba kila matokeo katika maisha yanaongozwa na nguvu ambazo ziko nje ya uwezo wetu wa kudhibiti. Mfano mbora ni Bill Gates na rafiki yake Kent Evans. Wote walikuwa na akili, vipawa na ndoto kubwa sawa, lakini Kent alifariki kwenye ajali akiwa kijana. Hatari ikamchukua kabla hajawahi kutumia kipaji chake. Fikiria hilo kidogo, wote walikuwa na ndoto sawa, lakini hatima tofauti. Ndio maana Morgan Housel anatukumbusha kwamba, never judge success or failure too quickly you might be missing the role of luck or risk that was behind the curtain. Yaani, usihukumu mafanikio au kushindwa kwa haraka; unaweza kuwa unakosa kuona nafasi ya bahati au hatari iliyokuwa nyuma ya pazia. Hivyo basi, unapofanikiwa kuwa mnyenyekevu, na unaposhindwa kuwa mvumilivu, kwa sababu mara nyingine matokeo si hukumu ya juhudi zako; ni mchanganyiko wa nguvu ulizodhibiti na zile ambazo hukuweza. Hatari haibishi hodi, huja ghafla. Inaweza kuwa ajali, mabadiliko ya soko maradhi au kupoteza kazi. Hivyo unachokiweza ni kuandaa kinga, akiba, mipango mbadala na utulivu wa akili. Kumbuka, mtu mwenye akiba hacheki kwa bahati, anacheka kwa hekima. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, hebu jifunze katika mambo yafuatayo yatakusaidia. Moja, usichukulie mafanikio yako kama matokeo ya akili pekee. Wengine walifanikiwa kwa sababu walipata nafasi si kwa sababu tu walikuwa bora zaidi. Ukikumbuka hili utaishi kwa unyenyekevu na shukrani, si kwa majivu. Mbili, usiwalaumu walioanguka. Wengine hawakukosa bidii, walikumbana na hatari. Bahati haichagui na hatari haina huruma. Ukihukumu haraka unajidanganya kwamba wewe upo salama. Tatu, tambua kila amuzi una hatari ndani yake, kila biashara, kila uwekezaji kila uhusiano unachukua nafasi. Hivyo usiogope hatari, bali ijue, ikabili na iandae. Nne, weka kwa akili lakini acha nafasi ya bahati. Usipange maisha yako kwa kuamini kila kitu kiko mikononi mwako. Wakati mwingine nguvu zisizoonekana zinaweza kubadili mchezo. Jifunze kuweka akiba, mpango wa dharura na imani kwamba kesho inaweza kuwa bora kuliko leo. Kwa hiyo usiogope hatari, kwa sababu kila fursa kubwa imejificha nyuma ya hatari ndogo, na usiache kuamini katika bahati, kwa sababu hata jitihada zako ndogo leo zinaweza kuwa mlango wa kesho yako kubwa. Watu wengi wanasubiri wakati sahihi kuanza, lakini ukweli ni kwamba hakuna wakati sahihi zaidi kuliko sasa. Bahati inapenda wale wanaoanza bila uhakika, wanaojaribu tena hata wakishindwa, na wanaoendelea kuamini hata wakati hakuna anayewaamini. Usikae ukisema sina bahati. Bahati si kitu cha kungoja, ni kitu cha kujipatia kwa maandalizi na msimamo. Hata Mungu huwezi kumsaidia mtu asiyejiweka tayari. Kwa hiyo jitokeze, chukua hatua na ukianguka simama, kwa sababu labda mara inayofuata itakuwa yako. Kumbuka, hofu inazuia bahati na uthubutu huifungua. Kwa hiyo Bahati na hatari ni ndugu wawili wanaoendesha maisha kwa siri. Moja hukupandisha juu, lingine hukushusha chini, lakini zote zinakufundisha kitu kimoja, kudhumukwa kwa imani, nidhamu na unyenyekevu. Kazi yako si kudhibiti matokeo, bali ni kujipanga vizuri, kufanya juhudi zako kwa uaminifu na kuamini kwamba muda wa Mungu ni pemani yako. Hapo chini, je, unaona maisha yako yameathiriwa zaidi na bahati au hatari? Na usisahau kusubscribe kwa video nyingine nyingi kama hizi.